Katika video hii tumekuletea tangazo la kuitwa kwenye mafunzo awamu ya pili kutoka Veta. Hivyo kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, sasa kusubscribe na kuwasha alama kengele, ili kuweza kupata notification pale tutakapofanya update nyingine za video zinazohusu ajira pamoja na elimu. Kwa wale ambao wana maombi Veta, basi kuna taarifa imetoka hii leo inayohusu majina ya waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya Veta awamu ya pili. Kuweza kupata majina hayo, utakwenda katika browser. Ambao napenda kuitumia, ninapenda kutumia search engine ya Google. Nitaandika Veta nita search, itakuja katika website rasmi ya Veta kama navyoiona hapo. Nitaingia baada ya kuingia Kasubiri load kisha load kisha fungua kama hivi. Nitakuja katika kipengele cha announcement. Sasa bonyeza hapo, ita load na itafungua ukurasa unaohusu majina waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya mwaka 2026 second selection. Na baada ya hapo utaona hapo kuna image. Hii ni picha kihold, unaweza kwa download kuhifadhi katika simu yako. Inasemaje? Inasema, Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA inapenda kuwatangazia umma kuwa uchaguzi walioomba kujiunga na elimu na mafunzo ya ufundi stadi kwenye vyuo vya VETA kwa muhula ulioanza Januari 2026 au awamu ya pili second selection umekamilika. Orodha ya majina na maelekezo ya kujiunga junior section kwa kila chuo yanapatikana kwenye tovuti ya ya VETA. Sasa tuwe tukangalia majina haya. Kwa kutakapo shuka chini hapo taona hii hii statement. Yes, ya sema kwamba selected applicants for 2026 20 intake second selection. Hii ambayo naiona inakuja na kuondoka. Yes. Takapo bonyeza hapo moja kwa moja itafungua PDF yenye majina waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya VETA. Kwa hiyo wengine anaweza akagusa moja kwa moja kadownload PDF, wengine anaweza kaja kama unavyoona katika video hii, ime load kwanza PDF, na kisha nikitaka kudownload hapo nitabonyeza vile tatu, baada yapo nitabonyeza alama ya download ili niweze kuanza katika simu yangu kwa hiyo hapa utaweza uka zoom kama unataka kuangalia online, unaweza uka zoom ukaangalia jina lako kama umechaguliwa, ukaangalia na kama umechaguliwa ni bodi ama day na kituo ulichopangia kupata mafunzo hayo, pamoja na session ni ya jioni ama ni asubuhi, utaangalia pamoja na occupation utaangalia baadaye. Upande wa kwanza tunaona kuna namba pamoja na majina kwa wale waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya VETA. Kwa hiyo utaangalia hapo PDF ina peji ishirini na moja. Kwa hiyo utaangalia kwa taratibu, ama ukitaka kuanzisha utafutaji utabonyeza hiyo dot tatu, utakuja na find the page, utaandika jina lako kwa mfano Saidi. Baada ya hapo uta-search, tunaona Saidi hapo anakuja matokeo 43. Kuna ambao tunaona Saidi kuna huu Saidi hapa amerudiwa me, Saidi Saidi Kambi. Sawa, jina lake limetoka mara mbili. E, tunaona hapo jina limetokea mara mbili. Kwa hiyo unaweza ukatafuta hivyo, unaweza kubonyeza hizi arrows kuweza ku skip ama kuruka kwenda katika majina yote ambayo yana hilo neno Saidi. Kwa hiyo unaweza kurahisisha utafutaji kwa namna hiyo. Kwa hiyo hivi ndiyo video ya leo inayohusu waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita.